Hivi vidoto ni vya nini? kama vile vinaitwaga vya shangazi. Nikabidi aanze kuvisugua sugua, cha ajabu sabuni ndio inakatika, inamaana inavunja sabuni vipisi. A, a, a, mungu wangu! Sasa natumia mswaki nao ukavunjika, sasa kila kitu kinavunjika. Atumie taulo sasa sugua sana mkono kwa ajili ya vile vidoti, lakini cha ajabu ndio vinazidi kung'aa. Alijiona waajabu sana baada ya kujikuta na vidotidoti. <coughs> <coughs> Anasema baada tu ya lile tukio pale la mwanga ndivyo vidoti vilivyoniingia. Hanya, hapana. <coughs> Vilivyoniingia hapana? Mbona <coughs> <coughs> sijai kuonaga mwanga kama huo mwanzoni. Nge... siwezi kusema kwamba ni mwanga lakini nilivyojihisi ni tofauti. Watu alinata wote akanyanyuliwa juu. Kwani nilihisi nini? Mikono yangu mbona ilikuwa unfit kabisa? Samyang. Na kila kitu kilikuwa clear lakini nani ya kunyanyuliwa kwa mwanga ni kama kuna mtu alikuwa nani hivi anavyojihisi na kujiwaza ni kama yupo ndani ya fikira ama njozi ama kitu cha live kitanda katikati ya maji. Nyuma yake anaguswa na mtu, anaambia utakuwa ni muni. Anashtuka kutoka kwenye hiyo kitu kama njozi pale geto kwake. Haikuwa njozi. Kumi kitu? Lakini ilikuwa njozi. Wajana. Hasa imekuwaje imetokea haraka hivyo? Ani, ku yozaka nare manjidon kibunkaji manjo leali yo. Nego ku nuki mite niko? Oh. Mwanamke alinishika bega langu wakati wa fikra nikaona kama sio njozi. Ha. Alikushika ha? Bega sehemu ya shingo ambaye ndio. Takana. Lazima utakuwa ulimkuwa umemfikiria sana eh. Mare. Nimekwambia sio njozi, nielewe basi. Ha. Na sije muona tena anaonekana ni exotic sana, sio indigenous. Lazima atakuwa na miaka kama hamsini hivi. Mungu wangu, umependana na mtu wa miaka hamsini? Tulikuambia kuhusu pesa we. Kwenye chuo chochote lazima kuna watu wanaonewaga sana Ch kuna watu ambao wanaombwa kitu ambacho hata hawana wakatafute. Okay. <coughs> ah, tulia kwanza, tulia. Ah, oh. Wewe unaangalia nini? Angalia chini, andikeni hapo. Yeye tu. Mshikaji ana mguu mbovu lakini ni kama anapatwa na ujasiri wa We... kutaka kujua kwa nini huyo Ka... rafiki yake anaonewa. Anaambiwa, mfata nini hapa? Sema rafiki asema. <laughs> ndo wendo wakujitoa mwanga eh? <laughs> Mwacheni aende, ni rafiki yangu, mwacheni jamani. <laughs> Kapigwa mbata Njoo na wewe chukua moja. Kajwa. Wacha brother. Mkarash. Wote wote nimwambia angalia chini. Anamwambia rafiki yake mgumbovu kwamba ondoka tu. Jamaa <coughs> anapigwa yeye. Acha. Kira. Ba wewe panya wewe. Una kitu gani cha kujaribu hapa? Kuna kitu unaweza jaribu? Dogo ambaye ni ache. Hichi kimeanza kuvimba lini kipanya cha juzi hata akijashiba, so jueni. Wevipe sasa, ikabidi wamwache yule mwenye kulialia kule, wadili na mtu asa. Umefurahisha leo, ila ngoja, utaipenda studio baadaye. Kila mtu arudi sehemu yake. Mshikaji naye amekasirika, anaondoka kutaka kuwachokoza watu wanaojua ni wazee wa zimu, inabii zimu, ibala zimu la kizaazaa, zimu likujualwa likuli likakwisha. <muchiline> Lakini leo kuna tajiri anateremka kwenye gari ambayo ni Button, inafunguka milango pande zote, yaani ni zile gari ambayo mlango wake sio unafungukia tu kwenda mbele au kwenda nyuma, yani unafunguka popote. Naye amekuja kufanya rambirambi rambi yake kwa yule mwana ambaye alifanywa kibaya. Anasema lazima atakuwa ni Chairman Jongjung. Watu wanamuogopa kweli, wanasema azeeki, yani kaishiaga hapo hapohapo, ametoa bilioni rambirambi, ni mzigo. Leta Jung Cheoli Mwamba mbendo aliuawa yule wa usiku, nafsi ikamtoka. Anasema indo ilikuwa usiku wa mwisho wa asubuhi ya tumina. Jamaa tulikuwa tuna mengi ya kuzungumza, hivyo mnaelewa <tutu> anambeu jamaa na nguvu <tutu> ya radi. Anatoa story kifo, na inamaana ni level ya tatu. Huyo hatukupata mawazo kabisa kwamba ni nani. Inabidi tuvuke mtihani mmoja mkubwa, kumpata mtu wa kuziba nafasi ya mkubwa. Nani uko ubongoni, sema ni yule ambaye nafsi itamwingia. Lakini Chojunga alikuwa mzuri sana. Wigeni. Sasa kipi kimemkuta Wigeni? ah, um, nilishikia kwamba the... amepata jambo na amempata hmm. jambo na anaishi Wigeni ni ile nafsi mm. Alikwenda kwa kijana mmoja ambaye atakuja kuwatafuta hivi punde na mtamjua tu mta... m -m, m -m, m -m. Awa, kwa hiyo kuna mtu ambaye tayari amechukua koma. Ndio Wigeni amesema amemchukua mtoto mdogo mwenye nguvu. Oh, kwa hiyo chika... vyovyote vitakavyotokea ni kwamba hivi punde majibu tunayapata, yko, ma kama, ka hiyo blo ambayo Wigeni ikaichukua inatosha kabisa kufanyia jambo jema. Kwa hiyo itatufanya tupate kile ambacho tulipoteza. Kwa hiyo chojungu ni mwili tu, ila nafsi ya bibia wigeni iko pale. Tunamhitaji, tunamhitaje mtoto, tujue mahali alipo. Kwa hiyo tufanye hii kazi ya kumpata kwanza, ufara kumat tunasikia na nguvu. Na kwa hiyo mzee pia naye anahusika na kikosi, lakini yeye anakuwa michili na tomato katika pande zingine <uprofwork> palifungwa pa mwanzo.